Tunataka tuj tumpe majawabu yanayostahili mshia mmoja ambaye anaitwa Abu Jafari, ambaye anadai kwamba eti Saidna Ali alikuwa anamtambua Saidna Abubakari kama ni dhalimu na khaini. Tutakuja kuonyesha majawabu, inshallah. Mwenyezi Mungu atupe taufiki tuweze kufanya jambo hilo kwa uadilifu kwa kutumia hadithi hiyo, hiyo ambayo alikuwa anaitumia kwa kuelewa kwake kwa vibaya. Wallahu aalam. Naam, mpotoshaji mwenyewe ni huyu hapa, anaitwa Abu Jafari ni mshia, anaishi Uingereza. Naam. Muslim na Sahih Bukhari kuonesha eh, e, kwamba hivyo ndivyo alivyokuwa wakiitakidi Imam Ali juu ya watu hawa wawili. Sasa kama mtu anamuona mtu mwingine ni muongo au ni khain au ni muovu, vipi aweza akamkubalia kwamba awe ni kiongozi wake? Jambo ambalo lisilowezekana. Naam, kwa hiyo ukichunguza katika Sahihu Muslimu yenyewe utagundua wazi kwamba Sheikh alifanya talbis na bali nani, na Saidina Ali ndio aliitwa na Saidina Abbas ambaye ni ami yake kwamba yeye ni khain, ni kadhibu, kama ambavyo tutakavyoweza kuangalia wakati tutakapokuja kwa mradi, insha Allah, barakallahu fikum.